Ladies and gentlemen, karibu ndani ya duka letu, tunakuzia dawa ama tuseme habo safi sana ya kupunguza kitambi, kupunguza poti, ukiwa na uzito, ukiwa na weight kubwa, inakupunguzia mtu wangu, inaitwa Camel Milkshake. Ni kama milkshake ukikunywa unaifurahia kabisa, unaweza kunywa kwa siku moja ichupa pole pole bila tatizo, na utapata kitambi inashuka kabisa, unakuwa Stretch. Ulikuwa na poti, inatoa hizo nyamanyama kabisa, inapunguza inapunguza inapunguza, unarudi na kuwa mrembo kabisa. Ulikuwa na nyama hapa kando kando, basi inakuja inapunguzia kabisa, shape yako inarudi nyororo, inalainika kabisa ukiwa unakunywa hii habo ama dawa yetu, inaitwa milk shake, camel milk shake. Karibu sana na kumbuka, kwa rafiki yangu, ukiwa Mombasa mahali popote Kenya bwana, utaipata moja kwa moja, usiogope Piana oda yako uzidi kupata hii dawa ambayo itakutolea kitambi kabisa. Mzee itakutolea kitambi sana, kijana, itakutolea kitambi, utakuwa uko sawa kabisa. Si lazima uende gym nakwambia, vipi? Si lazima uende kufanya zoezi kabisa azio kitambi kitoke, hapana. Tumia hii dawa ambayo inaitwa Camel Milk Shake kwa kampuni yetu, tunakuzia haraka sana rafiki yangu, na hata utakuwa unafurahia kabisa siku zote ukiwa unatumia Camel Milk Shake Unatoa kitambi, kitambi natoka kabisa rafiki yangu, yani kitambi yote inapotea, poti inapotea kabisa, unakuwa mtu bomba, yani unakuwa mtu maridadi bwana. Karibu upate, hatufeki. <laughs> maisha.